Swala ya matunda, uingiaji wa matunda katika soko la Mabibo Urafiki, jijini Dar es Salaam umekuwa mkubwa kuliko utokaji wake, jambo linalowasababishia hasara wafanyabiashara wa matunda sokoni hapo. Baadhi ya wafanyabiashara wa matunda hayo wamesema wateja wa matunda hayo wamepungua na kusababisha matunda kuharibikia sokoni hapo. Ungaja matunda naingia kwa wingi sana sokoni, sema hali ya biashara iko chini sana. Matunda yako mengi, ila biashara inunuliki mengi yanakaa sokoni, kama mnaona, yanaiva hadi mwisho yanaoza. Wateja ni wachache sana, kwa ngumu. Eh, unakuta tunakaa, tutaanzia asubuhi mpaka saa hizi hatujauza tu biashara aina yoyote. Eh, afu unaenda kununua shambani, unanunua gari, ukija sokoni ndio hivyo inakaa, unakaa na biashara, unajikuta unauza kibe kwa sara, sara tu. Akizungumzia hali hiyo, mwenyekiti wa soko hilo Mbwana Alfan Pazi amesema tatizo hilo linasababishwa na mzunguko wa biashara ya matunda sokoni hapo na uhaba wa viwanda vya kusindika matunda nchini. Labda yanayopelekwa kwenye viwanda huko ni machache sana, lakini mengi wanalenga sokoni. Sasa kama yanapokuwa mengi na mzunguko wa kifedha ni mdogo na wateja ni wadogo, basi mrundikano wa matunda, kasi ya utokaji wake unakuwa ni mdogo.